Ukinitaji utanita mara mbili tu, yani ya, <laughs> e, e, mrudie tena msa. Ukinitaji utanita mara mbili tu alafu utatokea, enjo enjo kondokwa, ah, ah. mm -hmm. Haya, sikuelewa, we nani? Mimi ni binadamu Mm -hmm. Ah, yani, sebe, ah, <laughs> ah yani sio binadamu kwa sababu, niambia nikikuhitaji nikute mara mbili sasa siaelewa nizunguni wako ni nini? Ah, baba mimi naenda. Aya, mwanangu, na siku njema, ila mashallah mtoto maumbika aisee, Mungu fundisa. Ah. Kumbe enjo, enjo. Ndio huyu anaozuia mapenzi Sijui kama ataweza kwa nilivyomtengeneza mimi. Kaa anataka kunywa sumu, jamani, kweli mambo menyeweaakabankaikaibu ndogo dogo. Aleikum salaam. Waalaikum salam. Karibu ndogo, pita karibu, karibu, karibu wema, ndiyo ba mdogo karibu sana. Ah, asante. Ah. <coughs> Sijui nikuagizie maji juisi au ningehitaji labda kutumia nini. Ah, ingekuwa ni vizuri zaidi kama ningepata maji Hamisi. Wahamisi. Naam. Hebu mletee baba mdogo maji mwanangu. Unaona mashaallah Mungu akubariki. Unapata makazi mazuri, unaishi sehemu nzuri, ni jambo la <coughs> kumshukuru Mungu kwa kweli ah mambo yako yanakaa soma baadaye. Ah, kidogo ki, ki chetu ba mdogo ndo hivyo hivyo, tunajidunduliza dunduliza, dunduliza. Si unajua mm. Eh, tunapambana angalau, shika ba mdogo, mahaba yamo yamo, karibu sawa. Sa, sasa ndio kilichonileta hapa ni kitu hiki kimoja. <laughs> Sawa sawa, na unafahamu mimi mji wangu waga nakuwaga wa aina gani? Kwa hiyo mpaka nakuja hapa, kuna ambao amenisibu yamelifanya nitoke huko nilikotoka, nimekuja mpaka hapa. Labda nikuulize, vipi kuhusu Pendo? Pendo hujanisikia nachokimaanisha? Hujanielewa jani, Pendo kafanya nini tena babu? Unajua Faridi, wewe ni mtu mzima na sijatarajia kupata swali kama hilo kwako. Nilikwambia nini kuhusu Pendo? Pendo unamjua wewe? Siku leo umebadilika ghafla, unaanza kusema tena Pendo hapo Amis ndo unaponichanganya. Hamisi! Naam. Anakuja, unataka kucheza na akili yangu? Utanielewa tu hivi punde. Naam, nadhani ulipokuja nyumbani kuhusu... dawa, uliniambia kuhusu dawa. Ndiyo, nimevifanya na vitaji sawa. Mimi ni mtu mzima Naelewa kitu gani nafanya. Nimetoka huko nilikotoka mpaka nakuja hapa kwako, sijakosea nyumba wala njia. Alafu nakuja hapa na kuuliza unafanya kama nini? Mimi ngoja, ah, hizi ni nini? Hivi vidonge vya nini? Naongea na wewe. Nimekuleta katika kilinge hiki. Hiki ndio kilinge changu cha kazi. Hiki sio kilinge cha utani. Sitaki mchezo mchezo kabisa. Kuna vitu vinavyoendelea ambavyo sivyo kabisa. Katika vijana wako watuma, kuna kijana anaendekeza mapenzi kuliko kazi. Naomba mlete baraka sana. Sawa, ninaweza nikawaita haraka iwezekanavyo. Shabiusi, Laila, popote mlipo, mwisikie sauti hii

Natendikaumu nacheka kwa uzuni. Kijana wako mwenye makosa ni huyu hapa. Sawa, sawa, sawa. Naomba sigeuke. Analeta mapenzi kuliko kazi. Wewe woso so uko na makosa, naomba ugeuke. Geuka haraka iwezekanavyo. Sasa basi. Nahitaji tumbadilishe mwonekano wake. Mwonekano wa nafsi yake. Nguvu zake yeah. na utendaji wake wa kazi. Sitaki kufanya vitu vya mchezo mchezo. Sawa. Tuunganishe nguvu hizo, si dawa dawa dawa za nini? Mtu hata akiumwa, si ndio anatumia vidonge? Hata akiumwa, si ndio anatumia hivi? Si ndio ambavyo unataka kujiua navyo, si ndio? Hapana baba mdogo. Kitu gani ambacho unaumwa wewe? Mimi sikifahamu. Ni ugonjwa gani ambao unaufanya siri? Mimi sitaki kujua. Hebu tambua, nimetoka huko nyumbani kwangu, nimekuja mpaka hapa kwako kwa ajili ya kuja kulimaliza swala tu kama hili. Mimi siwezi nikakaa kila siku nikakufuatilia Faridi. Wewe ni mtu mzima, unaelewa kitu gani unafanya. Ni mapenzi ndio yameamua kukuchanganya kiasi, iko si ndio? Hapana baba mdogo, na ndo maana nikaomba msamaha. Unanichezea akili yangu, si ndio? Hapana baba mdogo. Ni kitu gani ambacho unafanya baba mdogo Mi naomba unisamehe na nakuahidi haitojirudia tena. Kama mwanzo ulihitaji kunywa hivyo vidonge kwa ajili ya kujiua, basi nahitaji sasa hivi mbele ya macho yangu chukua hivyo vidonge kunywa, alafu mimi mwenyewe kwa macho yangu nione mtoto wangu jinsi unavyokufa ili nipate kitu cha kwenda kuielezea jamii. Si unanielewa? Ah, chukua vidonge uni na mdogo, mi nishatambua kwa salama, naomba unisamehe <sighs> haitojirudia tena nakuahidi. Faridi, namba mdogo, mapenzi yameanza kukupeleka puta, si ndio? Hapana baba mdogo, tangu awali unanionyesha yule binti, nilitambua mwanangu, yule hakufai, yule atakupeleka puta. Dada wa mjini yule, si unanielewa? Yule kwako kafata hivi vimali ulivyokuwa navo, na si kukufuta wewe. Hivi ni dada gani wa mjini ambaye anaweza akapoteza muda wake kwa mwanaume kama wewe mdogo. Mimi naomba unisamehe, na hii haita kuja kujirudia tena. Naomba unisamehe baba mdogo, kwani hata mtoto akiinyia mkono huwezi kuukata, lazima tu utaunawa, kisha utaendelea na mambo mengine. Mimi kwako ni mtoto, na ndiyo maana nimeomba msamaha. Nishatambua kosa langu, naomba unisamehe baba mdogo. Umegaili kufa si ndio? Ainuka hapo, inuka sasa. Sikiliza sa, mimi naondoka, ila nikija kusikia tena kuhusu Pendo Faridi utanitafuta ubaya. Ni baba yako tu mimi. Na baba yako tumetoka tumbo moja, japokuwa unanidharau, ila itafika wakati utatambua uwepo wangu mimi kama baba kwako. Sasa basi, naondoka ila <sighs>

aliyetoa mguu wake ndani nakwenda kumwambia baba kuhusu habari zangu mimi napenda. Hapana kaka, mimi sijasema. Una uhakika unachokiongea ndio? Nina uhakika na kama nikijua ni wewe. Hapana, sio mimi. Labda kaka Hamisi, una uhakika? atakuwa Hamisi? Hapana, sina uhakika Sawa, nitajua. Hamisi! Hamisi! Hamisi! Naam. Hebu njoo, unaweza ukaniambia ni nani aliyetoka hapa nakwenda kumwambia baba kuhusu mambo yangu? Mimi napenda, nataka kusema baba mdogo sasa hivi naye anafahamu? Kwa hiyo mimi sina akili timamu mpaka nakuuliza, si ndio? Hapana. Ila mimi sijaenda kumwambia baba mdogo kuhusu masuala yako wewe. Unaoongea una uhakika nani? Na uhakika na mimi sijaenda kumwambia. Na kama nikijua ni wewe. Kweli tena mimi sijaenda kumwambia. Nisikilizeni nyie. Sawa. Kumu ndani nyie mnakosa nini? Hatukosi kitu. Sasa kwa nini mnaingilia maisha yangu? Mm. Eh? Mnaingilia mahusiano yangu sasa. Sasa hivi tumeanza kupandana kichwani, si ndo maanake? Hapana, sikilizeni kwa makini sana nyee wawili. Unapoelekea sasa hivi umundani, mtakuja kuama ama tena. Ni kweli kabisa, sitojali ni ndugu au lahasha, kwa sababu mmevuka mipaka yangu. Ikija kujirudia tena hii, kila mtu atatafuta kwa kwenda kuishi bro. Nienda kwa baba kusema nini? Mimi sijaenda. Labda nikuulize wewe. Maana ilishakuwa jipya? Mm. Kaka, ushaniponza kaka. Nimekuponza kiaje? Mimi sifahamu nienda kumwambia nani? Ushaniponza. Uhama ham. Hamisi. Hamisi?